akufunulia kitabu kimoja tu cha Mathayo halafu tota nitakuwa ninamalizia, na nitakupitisha kwa haraka haraka um, vitu ambavyo vinaweza vikachochea ndani yako ukapata hamu au shauku ya kuendelea kukaa na ombi au ajenda ya kuombea vyuo vya Tanzania. Kama nilivyosema mwanzo, lazima ujiulize maswali yafuatayo ili ndani yako pajengeke na kiu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe! Tunaenda sasa, watumishi wa Mungu, kitu cha kwanza ni kwamba, kwa nini kozi inayo ina, ina, ina kozi fulani katika chuo fulani inafeli lakini chuo, kozi hiyo hiyo katika chuo kingine wanafanya vizuri na wana, wanaona kwao ndio rahisi kuliko kozi zingine. Lakini kitu kingine kikundi, kwa nini kikundi cha dini kipo uchuo fulani na chuo fulani hakipo? Unaweza ukaona ni kitu cha kirahisi tu, lakini unakiwauliza una viongozi wamehangaikia mahali hapo na kutafuta jinsi ya kuweka hicho kikundi cha dini na wamekutana na upingamizi wa hali ya juu. Lazima ujue ni jambo la kiroho sana. Lakini kitu kingine, kwa nini wanafunzi wakifika kuanzia mwaka wa pili wanaacha kuja ibadani? Bwana Yesu asifiwe. Sijajua kama umeshawahi kujiuliza swali la namna hii, lakini kitu kingine, kwa nini um, kwa nini watu waliookoka au watu waliosoma hawako kwenye nafasi za uongozi serikalini? Bwana Yesu asifiwe. sasa nataka nikuonyeshe vitu vitatu ambavyo Mungu amenisaidia kuviona ambavyo shetani amevipanda kwenye vyuo ni, itakusaidia sana, kwa sababu ukijua maeneo haya, utakuwa specific kuomba jinsi unavyoomba na kupeleka haja zako kwa Bwana itakusaidia sana maeneo. Matatu au vitu vitatu ambavyo adui amepanda kwenye vyuo, kitu cha kwanza amepanda kutoona umuhimu wa mambo ya Mungu, kwa kuongeza kuona umuhimu wa kuhangaika na maisha ya dunia. Amepanda kutoona, kwa kuongeza kuona umuhimu wa kuhangaika na maisha ya dunia, amepanda kutoona umuhimu wa mambo ya Mungu kwa kuongeza kuona umuhimu wa kuhangaika na maisha ya dunia. Taelezea kidogo kitabu cha Luka sura 8 mstari wa 14, Biblia inasema, na zilizoanguka penye miba ni wale waliosikia, na katika kuenenda kwao husongwa na shughuli husongwa na shughuli na mali na nasa za maisha haya, wasiivishe lolote. Bwana Yesu asifiwe. Huu ni mfano wa mpanzi ambao wanaelezea kuna mbegu zilizoanguka kwenye njia zilizoanguka kwenye, kwenye mwamba. Sasa mfano ambao ninautaka ni mbegu zilizoanguka kwenye miba, maandiko yanasema, tafsiri yake unapata kwenye mstari wa kumi na nne ambao Biblia inasema zilizoanguka kwenye miba ni wale waliosikia neno la Mungu, lakini katika kuenenda kwao wakasongwa na shughuli na mali na anasa za maisha haya, uwasilishe lolote. Bwana Yesu asifiwe, okay. Nisikilize, shetani hakuwazuia kusikia Bwana Yesu asifiwe. Maandiko anasema hivi mbegu zilizoanguka kwenye miba ni wale waliosikia neno la Mungu, kusikia wamesikia. Bwana Yesu asifiwe. Ila ameenda hatua nyingine, wasiivishe lolote Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo shetani kitu alichokipanda kwenye vyuo vya Tanzania amepanda kutoona umuhimu wa mambo ya Mungu na ameongeza kuona umuhimu wa kuhangaika na maisha. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma ile andiko linakuonyesha kabisa kwamba shida haikuwa kwenye kusikia, shida ilikuwa kwenye kusongwa na anasa na shughuli za maisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo shughuli za maisha na zenyewe siyo shida, tunaenda sasa kusikia, siyo shida, shida ni kwamba ameongeza shughuli za maisha kwenye eneo lisilotakiwa kukaa. Bwana Yesu asifiwe. Kufanya kazi sio dhambi ila kufanya dhambi excessive mpaka wakati wa ibada. What happened? Kwa hiyo kuna vitu kabisa sio dhambi ila shetani anachokuja kufanya anakiongezea tu matokeo yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kitu shetani alichokiongeza alichokipanda kwenye vyuo ni amepanda watu kuwaonyesha umuhimu wa masomo kuliko Mungu. Na ndio maana watu utakuta reason wanayokuambia kuto kuja ibadani ni wamebana na masomo. Mbona chea huyo huyo anasoma oh, oh, oh, wakasifeta wa Yusufu lakini anakuja ibadani. Hasomi? Anasoma. Sasa utumisho. Kitu shetani anachofanya anaongeza kwa kuonyesha umuhimu wa masomo kuliko Mungu. Yaani ana kimati pride zaidi ya vile ambavyo unafikiria. Mungu asifiwe. Kwa hiyo utakachoanza kukiona, and the secret from the Bible ni kwamba kitu ambacho unakiona ndicho ambacho unakifanya. You guys kitabu cha Waamuzi sura ya pili mstari wa saba mm -hmm. Waamuzi sura ya pili mstari wa saba mm -hmm. Biblia inasema hivi Waamuzi sura ya pili mstari wa saba watu hao wakamtumikia Bwana siku zote za Yoshua na siku zote za hao wazee walioendelea siku zao baada ya Yoshua, hao waliokuwa wameiona hiyo kazi kubwa ya Bwana yote was Watu walimtumikia Mungu, sikiliza. Wakati wa Yoshua walimtumikia Mungu na wale wazee walimtumikia Mungu, anasema hivi, hata baada ya Ushua pia walimtumikia Mungu. Anasema sababu ni hii, ni moja kwa kuwa walikuwa wameiona kazi kubwa. Bwana Yesu asifiwe, baada ya kuwa wameiona kazi kubwa ambayo Mungu aliyokuwa ameifanya, maandiko yanasema wakamtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe, kwa hiyo unaona nini, shetani akikuongezea kuona masomo yako kuliko Mungu utayatumikia masomo yako kuliko Mungu. Bwana Yesu asifiwe, na hicho ndicho shetani amekibana. Bwana Yesu asifiwe. Nataka uelewe hapo, itakusaidia jinsi ambavyo unazidi kuendelea kuomba. Amen. Kitu cha pili, amepanda roho ya uzinzi na uasherati. Amepanda roho ya uzinzi na uasherati, na hiya hapa nimeiona kwenye maeneo matatu. Eneo la kwanza ni amepanda kwenye mageti ya kuingilia, mageti ya kuingilia vyuoni mageti ya kuingilia vyuoni, alafu na kwenye hosteli, alafu cha mwisho toilet. Wangapi tunaombeaga vyoo? Wangapi hostel walizoingia waliombea? Wangapi walipokuwa wanaingia kwenye marango waliombea? Yesu asifiwe! Wewe sio mara ya kwanza, wewe sio mtu wa kwanza kuishi kwenye hiyo room ya hostel. Sio tangu kimeanzishwa, kuna watu wengi walishawahi kuishi humo. be careful, hicho chumba ulichopanga, sio wa kwanza wewe kuishi humo. Kuna watu wengi sana walishapita kwenye hicho chumba na wakaishi. do you know walifanya nini, wakaweka nini? and you live with peace without play, utakuwa shahidi. Kuna watu wengi baada ya kwenda kupanga tu, their life are destroyed, wameharibikiwa. Sisi tunaona masomo ndo yameweka busy. No, walipoenda kukaa There is spirit. Kitu cha tatu, naenda haraka, haraka. Amepanda kitu kitakachoua kita hatima au kesho za watu katika vyuo amepanda kitu kitakachoua hatima au kesho za watu. Nikaona vitu viwili hapa, cha kwanza kula sana

people they are forgetting about fasting and praying, you are killing your own future. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ananielewa? Jambo la pili, excessive sleeping, excessive sleeping. Nimeenda shule moja kutembea, nilipoenda nikakutana na mdada mmoja, ananiambia kwenye masomo yake, alikuwa form 6 ashamaliza. Kwenye masomo yake, alikuwa akiingia darasani analala, analala, analala, yani darasani, mwalimu akifundisha, mwalimu akitoka tu, maisha yake, mpaka tulipokuja kuomba Mungu ndo akamfungukia mlango. Usizani unalala asubuhi, amini ile umelala saa tatu sijui saa nne sijui saa tano mpaka asubuhi, na unasikia amani ya moyo without praying. Bwana Yesu asifiwe. Ninaongelea kitu ambacho shetani amepanda, amepanda kitu kitakachoua hatima au kesho za watu, excessive sleeping. Bwana Yesu asifiwe. Na vyote hivi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 na kwa nimemaliza. Kwa mfano, kuna watu wanne. Kuna mtu mmoja ambaye ndiye alikuwa bwana, alafu kulikuwa na watumwa. Bwana Yesu asifiwe. Alafu kulikuwa na wavunao. Bwana Yesu asifiwe. Hivi mmenisikiliza, mbona kama mnalala? Kuna watumwa kwenye hii habari ambayo nimekusomea, alafu kuna bwana wa lile shamba ambaye mwanzoni ameanza kumtaja kama mtu. Alafu kuna wavu nao. Alafu kuna adui. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka nianzie hapa. Kwenye makundi yote hayo tumeonyeshwa kazi ya Bwana ilikuwa ni kupanda mbegu. Tukaonyesha tukaonyeshwa na kazi ya wavu nao itakuwa ni kukusanya matita, matita ngano na magugu. Alafu tukaonyeshwa na kazi ya adui Ni kupanda magugu. Ila hatujaonyeshwa kazi ya Bwana Yesu asifiwe. Msikilize kwa makini, maandiko yanatuambia hivi, watumwa wakamuuliza bwana, haukupanda mbegu njema, magugu yametoka wapi? Bwana wao hakuwa na majibu mengi sana, akawaambia adui alipanda wakati nilipolala. Bwana Yesu asifiwe. Wakati walipolala adui akafanya nini? Akapanda magugu. Kuna hili swali la msingi sana, walimuuliza wakamwambia hivi waende wakayakusanye hayo magugu listen wakayakusanye. Majibu ya bwana wao akasema hivi, rahasha yaacheni, alafu anasema hivi atawaambia wavunao nao okay. Kazi ambayo watumwa walimwambia bwana wao wakaifanya, akawakatalia ndiyo kazi hiyo hiyo ambayo bwana wao aliwaambia wavunao wakaifanya, niamanisikiliza hii habari inaonyesha hivi wavunao kazi yao ni kukusanya matita matita watatenganisha ngano na magugu. M yale yale magugu watayachoma moto. Matita wanaweka galani. Ndio kazi ya wavunao. Bwana Yesu asifiwe. Kazi hiyo ukumbuke mwanzoni watumwa walimuomba hiyo kazi wakasema wakayakusanye magugu akawakatalia. Au oh, mimi nilikuwa nasema pia jana. Bwana Yesu asifiwe. Okay, swali so la kujiuliza. Kwa nini aliwakatalia watumwa? Alafu wavunao wakawakubalia. Tunana, Bwana. Sababu imeelezewa hapa hapa, anasema mstari wa shit akasema ra, hasha, msije mkakusanya magugu na kuzing'oa ngano pamoja na r. Watumwa walikuwa na wazo zuri sana la kung'oa magugu na kuacha ngano, ambao wavunao walikuja kuifanya kazi hiyo sababu ya bwana wao kuwakatalia ombi lao ilikuwa moja, anasema hivi, wasije wakang'oa magugu na ngano. So shida waliokuwa nayo watumwa, bwana wao alikuwa ameshatambua tangu mwanzo, kwa sababu wamekaa nao, kwa sababu wameishi nao, anawajua matatizo ya watumwa wake. Akiwapa kazi ya kung'oa, hawatang'oa tu magugu, watang'oa na ngano. So kulisikiu ngano zibaki, bora waruhusu waende kung'oa. Sijui tunaelewana watumishi? Amewambia ili wasije wakang'oa magugu na ngano. Kwao walikuwa wanawajua watumwa, akiwaruhusu tu ngano zake zimeisha. Bwana Yesu asikie, ila wavu nao akaja kuwaruhusu, tunaona sasa. Nataka kuambia kitu gani? Kama hujafahamu kitu ambacho unatakiwa kukifanya, au kama hujafikia uwezo wa kufanya hicho kitu Mungu hawezi kukuruhusu ukafanya, kwa sababu you are below the capacity. Bwana Yesu asifiwe. Hawa watu walikuwa wanauelewa wa chini kiwango ambacho bwana wao hawezi akawatumia kwenye kazi walioiomba. Bwana So, ukumbuke hapa tunataka tubakize ngano, lengo la bwana wao kama wangepatikana watumwa wenye uelewa tangu mwanzo magugu yangeng'olewa kabla hata ngano hazijafikia wakati wa kuiva. Bwana Yesu asifiwe. Ila kwa sababu amekosa watu wenye uelewa na wanaweza kusimama kwenye ile nafasi ya kuitekeleza kazi, akawazuia. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukawa una wazo zuri kabisa la kimungu, ila kwa sababu you are below the capacity. uelewa wako katika kutekeleza Mungu akikupima anaona iko chini. Bwana Yesu asifiwe. Tunaombea vyuo kuna vitu vilivyopandwa, nataka uelewe ili saa unapoenda kung'oa using'oe na ngano. Somebody to understand. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu una shauku nzuri, una kiu nzuri, una lengo zuri la kung'oa magugu, lakini kama usipoelewa utaenda kung'oa na ngano